Amani katika nchi yetu inaendelea kutamaraki. Katibu wa jumuiya ya wazazi chama cha mapinduzi CCM Wilaya Ilala Comrade Mtiti Jirabi Mbassa leo Novemba 17 mwaka huu, amefanya ziara ya kikazi katika shule ya msingi Kisukuru na Kimanga kwa ajili ya kukagua madhara yaliyotokana na vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu ukaguzi huo Mbassa ameshuhudia uharibifu mkubwa miundombinu katika shule hizo, ikiwemo uvunjifu wa milango ya madarasa, madawati, pamoja na kuharibika mifumo ya maji. Hii ni kwamba kipindi hiki cha uchaguzi kilichopita tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi eh, kuna uharibifu ulitokea kwenye hizi shule. Kwa hiyo mimi kama mtendaji mkuu wa jumuiya ya wazazi wilaya hii ya Ilala nimeona ni vizuri nije kujihakikishia hali halisi iliyotokea, na baada ya hapo nitachukua details zao zote kupitia kwenye yale madarasa yaliyoharibika na kuwasilisha kwenye Chama cha Mapinduzi wilaya, ikiwa na maana kwamba kama ni sehemu ya taarifa. Kwa hiyo mimi, ni matumaini yangu, kwa sababu ziara hii nimeianza leo na kesho naenda kata ya Vingunguti na kesho kutwa naenda kata zingine. Kwa maana hiyo, kuna maeneo mengi yameathirika, kwa hiyo nitajionea alafu nitatoa ripoti ya kiujumla. ito wangu nimewaeleza walimu karibu wote, nimewaambia kwanza eh, nimewapongeza kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya, lakini kubwa, waendelee kuhakikisha watoto hususan vijana wanapewa uzalendo katika shule. Kwanza uzalendo, lakini pili wanahubiri amani, amani, amani, amani katika taifa letu wanahubiri, ikiwa na maana kwamba wale watoto kadri wanavyokuwa wanakwenda kuwa kwenye ujana, wawe wanajua utaratibu wa amani, ni uzalendo wa nchi yetu. Kwa hiyo uzalendo kwanza, mambo mengine yanafuata baadaye. Akizungumza na wanafunzi wa shule ya msingi Kisukuru, amesisitiza umuhimu wa uzalendo pamoja na kulinda amani iliyopo ili kuleta tija kwa taifa. Amani katika nchi yetu inaendelea kutamaraki siku hadi siku. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kukagua madarasa yenu yaliyoathirika na hilo janga. Sawa watoto wazuri? Nikasema siwezi kuja kuonana tu na kamati ya shule. Lazima nije asubuhi kuonana na assembly, kuonana na wanafunzi waliokuwa assembly ni wasalimie kwa sababu hapa kila mwanafunzi ana mzazi wake. Hapa kila mwanafunzi ana mzazi wake. Mzazi wake anafikiria, je, janga hili lililotokea kwenye shule yetu, serikali imetuona? Serikali inatuona, wadau wa serikali wanatuona. Sasa mimi ni mdau wa elimu nimekuja hapa kwa ajili ya kuonana na nyinyi. Sawa, watoto wazuri mimi eh? Naitwa Mwalimu Halifa Sadala, ni mwalimu mkuu wa Shule ya Msingi Kimanga. Tunashukuru kwa, kwa katibu wa wazazi wa Wilaya ya Ilala kwa sisi kututembelea hapa shuleni kwetu kuona athari ambazo zilijitokeza wakati wa vurugu za Uchaguzi Mkuu wa Oktoba ishirini na tisa. Ni kweli shule yetu ya msingi Kimanga pamoja na shule ya msingi Kisukuru kwa kiasi kikubwa zimepata athari kutokana na hizo vurugu zilizojitokeza. Nafikiri, nafikiri e, kama serikali, nafikiri tunatokea tukae, tunajaribu kuzungumza na vijana waweze kuona kwamba hata wao wenyewe ni wadau katika masuala haya ya kielimu kama haya, kwa sababu hata uharibifu wenyewe uliofanyika e, ni uharibifu mkubwa ambao wakati mwingine ungeweza ku, ongeza kutumia busara tu za kawaida wasingeweza kuleta athari kubwa kama hizi e, kwanza madawati wanafunzi ya wanafunzi yamevunjwa kwa kiasi kikubwa, lakini baadhi ya madawati machache yameunguzwa, na walikuwa na lengo hasa la kuunguza darasa ambalo wanasomea wanafunzi wa shule. Kuna wizi ambao umefanyika wa baadhi ya vifaa vya hapa shuleni. Kuna feni ambazo ziko kwenye ofisi za walimu wame wameziharibu kabisa, walikuwa na lengo la kuzingua na kuondoka nazo. Yako majiko ya gesi ambayo wameaiba majiko mawili manake, hata, hata, hata, eh, uwezo wa kuwapikia wanafunzi hasa wa elimu ya wale, natukua, tuna, kwa ajili ya kupikia hayo majiko manake, kwa sasa tunapata eh, tabu kidogo, lakini tunashukuru tuna angalau tumeanza kupambana na hizo athari ambazo zimerekebishwa. Wanafunzi wote wako darasani wanaendelea kujisomea lakini ahari hizo tunaendelea kuona na magari ambao tunazo tukazitatua hizo ambazo zimesababishwa na hizo vurugu. Katika ziara hiyo, katibu huyo aliambatana na uongozi wa jumuiya ya wazazi CCM kata ya Kimanga pamoja na afisa elimu wa kata hiyo, ambapo pia wameahidi kushirikiana na jamii kuhakikisha miundo mbinu ya shule inarejeshwa katika hali yake ya kawaida.